Nyumba inauzwa mpende msipende, itauzwa hey. <coughs> <coughs> <Bamdoga, tos> Ulikuja kwa, kwa nia mbaya wewe. <coughs> <coughs> <coughs> Nyumba inauzwa mpende msipende itauzwa, ba mdogo. Kama unauza, utauza kwako. Sio hapa nyumbani. Sawa? Nimekuambia hivi ba mdogo, utauza kwako au unajionaje mdogo wangu? Hii Nyumba hii lazima iuzwe. Na yeye usitake. Wewe ndio msipende itauzwa. Ah. Sasa mtofanya nini? Sasa itauzwa. Mama. Ndogo, unanitafuta? Unanitafuta. Hakujui. Sasa unanifanya nini wewe mtoto? Nakwambia cha Mungu kwa ndugu. Hii nyumba haiuzwi. Nimesema inauzwa. Kama unauza unauza. Ndio si mrefu hii nyumba hii. Eh. Hii ndio ukora kitafuta kwa ndugu.

Yaani, ba mdogo utakuja kuvunjesha kama mlivyo ni kuvunjesha. Mama kanimwagia maji, urudi kwako huko, hapa ni kwetu bana, hatukutaki na hiyo, mwanzo na mwisho kukanyaga hapa. Ba mdogo nielewe, nitakanyaga, nitakanyaga sana, au utarudi? Na kwa kweli ni baba mdogo wewe, ndio mmeshachukua laana, nimewalaani. Sasa mtaona kitakachokushika, kama hujaelewa. Au Janilea, wewe msikilize. Ba mdogo wewe, ni mshenzi na ni mpumbavu sana. Hata kama ba mdogo na yule, mwisho ndio mwanzo kukanyaga hapa, nakuambia. Ba mdogo, ishi hapo hapo Usimguse kakaangu na iwe mwanzo na mwisho, rudi! Hey, unajua nini? una siku nyingi hujaoga ndugu wangu. Asante.

Na nimekuambia iwe mwanzo na mwisho. No stop. Yaani ndugu wangu. Yaani baba mdogo baada ya kuuza kwake. Mm. Anakuja eti kuuza kwetu. So hii nyumba ni nzuri. Unajua kwake aliuza, mm. Anataka aje auze na hapa. Alibaki na kile kisehemu cha nyumba yake pale, kile kisehemu pale mm -hmm. Kwake. Alishauza sasa hivi anapanga. Mm. Hmm? Unasikia anapanga? Mm. Ile nyumba ni ya kwake ya pili. Ah, ile ni ile aliyouza ni ya kule pengine. Ya wapangaji. Ah. Sasa ila unajua mimi nimependa pale, uko mwagia maji pale. Na bado. Mm. Hivi unanjua sasa.

Hiyo ah, yeah. ya kijivu au ya hii ah, Ya kijivu hiyo. Hizi shida tunazopitia zitapita tu. tunazopitia

Mpo. Eh. Za hapa. Asante. Asante, asante. Asante za hapa. Mzuri. Kwema. Mahaba. Mahaba. Naendeleaje? Tupo hapa nyumbani nzuri nzuri huko nyumbani sisi. Sisi. Ah. Jua. Eh, jua kwenu sisi tuko wazima tunamshukuru Mungu jua linawaka kama mnavyoona kwenu en nini sisi tuko mm. maandazi tu. mm. eh. mm. ya malage na sisi huko bado sisi bado jua linawaka hatujaandaa tuweze tukapanda kwa sababu akaili biashara hapa ni kwa mzee Jioni, ndo wapo hapa. Sisi ndo watoto wake mzee Jioni, ni ndo watoto wake. Hapa karibu, asante.

pamoja e, na nyumba hii e -e. ili tuweze kuuza na kuegesha mali ya ofisi. Sasa ukichukua vyote na nyumba, si tutaishi wapi dadangu? Mkopo una muda mrefu na hela ni nyingi sana, mdogo wangu. Kini dada, sawa. Tunajua mama alikuwa na amejikopa milioni kumi. Sasa milioni kumi, tunaona huko ndani kuna viti na kabati pamoja na hii meza sasa tuwezi tukawa tunapunguza punguza hizo hela labda tusimamishe hii, mtafute mteja anunuzi vitu vingine ili tubaki na nyumba. Hapana. Hii hela imechukua muda mrefu sana. Taki basi sasa ni miezi sita na wakati oh, tayari kurejesha kwa miezi miwili. Atakuwa amepata hela yote. Kwa hiyo ofisi yetu ya sisi wenyewe imetuagiza kuja kuchukua kila kitu kilichokuwa hapa ndani pamoja na nyumba yenyewe. Mafanya, lakini sasa ninavyoangalia hata kweli samani inafika? Sasa ni kama inafika. Humu ni kwamba vitu nilivyohitaji hapa ndo hivi hivi, basi na nyumba hii nimeishi. Huko mwingine vitanda basi vipo. Labda hizo vitanda sisi kama nataka kuchukua nyumba lakini hizo vitanda sinatuachia sisi kwanza tukague sasa. Nenda mwanzo. Vitu nachukua vyote na ninyi hapa mnaondoka. Ambacho mtaondoka nacho ninyi ni nguo zenu tu, mengine ni mali zetu sisi. na mda unatuacha kwao. na azani ningefanya Samani, ninachowaomba naomba tuende, nionyeshe mipaka ya shamba lenu tet tukakague, nionyeshe nyumba tukakague kila kitu na mimi ndio huyu yes.

Oui. Okay. Yeah. Um. Na hapa adhi, adhi na ah, mbona mbona hapajalizisha kivili mtupi hata siku za za kukaa za kukaa kwa sababu tunajua kwamba sasa hivi, sasa hatuna sehemu ya kukaa sasa hivi. Basi tu, yani ayajalizisha kivile mimi nilikuwa na nahitaji. Yani yawezekana mbeleni huko nikawageuka kwa sababu sasa bado. Sasa utanigeuka kivipi? Hmm? Sasa tumeandikishana sasa hii ee nyumba inatosha kabisa milioni kumi hizi milioni kumi lakini sasa, Ukiangalia kiwanja ukiangalia nyumba ukiangalia kila kitu kuna kitu kina Aa, sijajua thamani yake ndani kuzidi, lakini yeye alifanya muundo wake, na wewe unaweza kuboresha kufanya zaidi aliyofanya. noya nyee, yeah. amtaki ndani, tunachelewa hivyowanavicha hmm.

Unajua nini? Mnajiuliza nini? naomba muondoke. Yaani hapa mmekanyaga kwangu, na kuanzia leo ni marufuku kukanyaga hapa. Fungua hizi hapa. Hizi hapa. Nimekabidhiwa. Kwa hiyo ae mtu na ninaweka mlinzi tangu kuanzia leo Unajua najuani amna sema ya kwenda tofauti na kwa baba mdogo. Naomba ushike begi tuondoke. <laughs> Kwanza karibu eh, shikamoo bamdogo. Um, mimi nimekuja kukupa taarifa apotuona um, hapa ujio huu, sisi pale nyumbani tumefukuzwa, na amekuja wa mkopo, atujajua mama alijikopesha shilingi milioni kumi. Ha? na huyu ndo alienda naye, mimi hiyo taarifa ni kwa sivyo, leo ndo nikaona watu wanakuja wanasema hapa ndo kwa mzee John, nikasema ndio, lakini sasa bamdogo atujajua tujaelewa na za mkopo sasa wametusikiza, yani hamna kutoa kile kitu, labda kitu tulichokibeba ni begi hii tu na hizi nguo ambazo tumevaa, na hizi hii be, begi ina nguo za huyu tu za kubadilisha, wakike yaani sijaelewa na maana, ndani kila kitu mmekiacha ndani, mmetoka na begi peke yake. Na begi ni mimi nimetoka jinsi unavyoniona, na hizi una nguo mdogo wangu huyu, ndio kabeba begi hii nanii, nguo zake kazoka umu kama nguo tatu <laughs> Mi niliwambia mi nilikuja pale kwa ajili ya kuwafayani, bamdogo hivi anyuwe, tuachane navyo basi. Sasa unatusaidiaje? tu tunataka tuishi hapa kwako. Wapi hivi mna haki? Mimi hapa nimeanza kukuketa, mnaona wazimwe yeye nilikuja pale. Tena hiki hiki kifaranga hiki kikanimwagia maji. Wewe mbona ukasema ha? Wewe mdogo gani? Mdogo wewe ulikuja kwa kwa nia mbaya. Wewe ulikuja pale unasema tuuze. Lakini wewe ulikuwa unataka tuuze twende wapi? Au wewe ndio ulifanya mchongo, basi wale watu wa mtumba ambao mama alikopesha, wewe ndio ulifanya hayo mambo pale nyumbani wakatufukuza. Kwa hiyo mmetoka kule na vurugu zote, mmekuja kunivurugia. Ah, tumekuja kuishi hapa kwako kwa sababu wewe ni babu mdogo wetu. Sasa kama hutaki kutuhifadhi sisi unataka twende wapi? Baba yenu marehemu alikuwa na kwake na shamba lake na nyumba yake. Na mimi hapa nina kwangu huu ulisi sio baba yenu mdogo. Mnasikia? Baba mdogo wewe. Baba akokuachia ng'ombe. Hizi zote ulizitoa wapi? Umu kwenye zizi tunaonaga umu ng'ombe. Tunajiuliza ng'ombe za baba ziliendaga wapi? Au ah, inawezekana baba mdogo hizo ng'ombe wewe ndio oh, inawezekana kama kuna ng'ombe za baba basi tupe, sio Baba Kam... sa, sikia niwaambie. Sasa kama baba yenu waliamua kuchukua mkopo na kuuza nyumba ngomu. Ngomu na maana waliacha ng'ombe, ng'ombe walikuwa nao kule. Kwa hiyo walishawauza hawa ng'ombe, ni wakwangu tena. Wewe tena wewe, nyamaza kimya. Mimi nakuja pale mlini yaibisha mchana kweupe, watu wakanichekelea mitaani, mnanimwagia maji kama mbu. Sasa hapo, sasa ndio mnakuja kwamba tunaenda wapi? Ndio eh, mmeona uzuri wangu. Tunaenda wapi? Ndio uzuri wangu umeonekana. Sisi bandogo, baada ya kuwafukuza pale mkaje, sisi hatutoki Tunakuja kukakwa yeah. Mnasemaje? Sisi hapa hatutoki na mdogo wangu, wala hatuna sehemu ya kwenda tofauti na hapa. Kama kulala, tutalala kwenye zizi la ng'ombe. Hapa ndio ki Yaani mna akili zinafanya kazi? Kama mimi nilikataa mbele za watu na mimi siwajui, sio baba yenu. Eh? Sio baba. Mtafuta baba yenu mwingine. Maka mliona kwamba mimi ni mjinga na sina akili na tena ngoo.

Mzazi ni mzazi, hawezi kushindana siku moja na mzazi wa wako mimi awau

Mimi ningoja niangaikia huku, naona anaenda kazi za hoteli.